Siasa chafu lazima tujue, hawa vijana tuna shida ya kazi, mikakati inafanywa. Juzi nimepita nji inaitwa Qatar, tuko na wakenya vijana wetu kama nyinyi wanafanya kazi huko elfu themanini wote wameenda wakati wa serikali ya rais Ruto, na wengine wanaenda kwingine. Wakifika huko wanatuma pesa nyumbani kusaidia mafamilia. Sasa leo ni nyinyi na mbunge wenu Sir George kushirikiana na Wakenya wengine. Sisi zote mumesikia ile miradi ichungu amewahesabia hapa ya mabarabara, ya maji na mambo mengine. Kuna ya afya, kuna miradi ya kuboresha elimu, kuna miradi ya kuboresha usalama hii eria yenu. Sasa zingine inakuwa na changamoto ya usalama. Kindika alipokuwa waziri wa usalama alizunguka Kenya mzima, hata kule kwetu kwenye kulikuwa na furugu pale mpakani na Uganda, alikuja akamaliza ya wapokoti na jirani zao. Kwa hivyo leo tukiwa hapa tujue, Kenya iko katika mikononi ya uongozi mzuri. Kenya iko katika uongozi ambao unajali masilahi ya mwananchi wa kawaida, na tumeambia rais wetu usijali matusi ukiwa kwa siasa watu wataendelea kusema porojo yao. You focus on how you improve the lives of Kenyans the way you took the oath to do. Na sisi wananchi wote tutatembea pamoja. Kwa hivyo ndugu zangu watarakanisi, na hapa taraka kwa ndugu yangu George Best, munakumbuka mimi ndio nilimpa hii jina nikiwa hapa kwamba huyu si George Murugara, huyu ni George Best nimekuja hapa kuwasaidia na wakati nilikuwa nakuja, tulijipanga rais wetu leo ako Kakamega kule Vihiga, Profesa Kindiki ako kule Kericho Kipkelion, mimi niko hapa kwake, wengine wako kule Mombasa, wengine wako kule Wajia. Tunasunguka Kenya mzima kuhakikisha ya kwamba There is no space for negative politics. There is no space for hateful politics and there is no space for divisive politics, ndiyo tunasema ile pesa tunakusanya hapa, ile miradi munataka kufanya should improve the lives of our people. Kila mutu aweze kuinuka akiwa ni mama, akipata kitu kidogo, kama uko biashara ya elfu tano ukiongezwa elfu tano inakuwa 10,000, unalisha familia unasomesha watoto, kama ni vijana iko mpango ya serikali inaitwa Nyota ambayo inaenda katika kila ward ya Kenya hii kuchukua vijana kwa magrupu sabini kila ward kupewa shilingi elfu hamsini kuanzisha biashara ili waweze kujiinua kimaisha. Nyinyi muingie kwa hizo pia muweze kujisaidia, tusingoje tu serikali, kwa sababu serikali pia inakuwa na upungufu kufikia kila mwananchi lakini tunaleta mikakati ya kusaidia mwananchi achisaidie. Leo nikiwa hapa, rais amenituma niletee nyinyi salamu zake. Munazipokea? Munazipokea? yeah. Na yeye amesema anawashukuru sana kwa maombi yenu kwa kura zenu na kwa kumzalia deputy president ambaye ni mwaminifu yeye haweki mitego popote. Yeye hasungumuzi mambo ya shares. Yeye anasungumuza mambo ya Wakenya kila mahali. Kwa hivyo amenituma pia niwaletee salamu na mchango wake. Mutapokea mchango wake? Yeah. Mutapokea mchango wake? Yeah. Na nikirudi nimwambie nini? Nimwambie nini? Yeah. Nyinyi ni watu watutam. Yeah. Nyinyi ni watu watutam. Yeah. Hebu nione tutamu tutam, tutam, tutam, tutam. Nitamwambia hapa Tarakanisi kwa kizungu tunasema We are preaching to the converted. Na nyinyi ni watu ambao tutategemea, tutaamini, tutatembea pamoja. Pia rafiki yangu Kithure Kindiki amenipa mchango kuwaletea mtaupokea? Nikirudi nimwambie nini? Nimwambie nini? Four term. Four term. Lakini kama naibu wa rais atakuwa two term, si ndio? Hebu yeah. Nione two term ya Kindiki ya Kindiki ya Kindiki ya Kindiki ya Kindiki. Asante sana. Kwa hivyo ile mchango nimewaletea. Sa George yuko wapi? George Best. Na huyu George Best si mnajua, ila anataka yeah. Mnajua ila anataka yeah na kuombea safari yako ikiwe nyepesi, uunganishe kaunti yenu. Hata wale hawakupendi, watafute walete kwa upande wako. Hiyo ndiyo uongozi unatafuta. Hata kwa bibilia, Yesu alisema, tafuta ile kondoo moja imepotea, urudishe ikamilike, iwe mia moja. Look for them up to their homes, you will be a terrific governor. Sasa mchango Aya, wacha mambo ya George be. Sasa mchango wa rais wetu, amenituma niwaletee shilingi milioni tatu, naye Profesa Abrahamu Kidhure Kindiki kijana yenu ametuma mchango wake wa shilingi milioni mbili. Yote inakuwa milioni ngapi? Tano. Na papa wa Roma ameweka juu yake shilingi elfu mia tano yeah. Sasa hiyo inakuwa milioni tano na elfu mia tano. Hiyo? Munafurahia hiyo? Hiyo, yeah. Yeah. Nisalimie Rais nikirudi Nairobi, yeah. Nisalimie Kindiki nikirudi Nairobi, yeah. Niwaambie nyinyi ni watu ya tutamu, nyinyi ni watu ya tutamu, yeah. Nyinyi ni watu ya kumi bila break. Hebu yeah, nione tutam ttam tutam ttam tutam, God bless you, picha ya TV. Yes.